Hello, habari. Karibu sana. Leo nimekuletea elimu ya paa inayohusiana na mambo ya AI, yani artificial intelligence au akili unde. Tuende pamoja. Namba moja ambayo tutaizungumzia leo hii ni Gemini AI. Gemini AI imetengenezwa na kampuni ya Google. Yaani Google hiyo hiyo unaijua. Watu wengi wanatumia application za Google kutafutia mambo mbalimbali ikiwemo Chrome browser na Google search engine. AI hii ilitengenezwa Machi 2023. Yaani E AI hii ilizinduliwa mwaka huo na ilikuja kama mpinzani wa ChatGPT. Yani, ChatGPT ilivyozinduliwa rasmi kama free, yani bure, 2022 na hii 2023 ikaingia. Unaweza ukaitumia AI. E, hii inamaanisha artificial intelligence hii au apu hii kutatua matatizo mbalimbali ikiwemo, unaweza ukatatua maswali na unaweza ukaiuliza maswali mbalimbali mbali, na ikakujibu, hususan wale ambao huwa wanasoma vyuoni, wanaweza ukapasti swali, yani, unaweza ukaingiza swali lako la assignment ambao umepewa na lecturer, kisha ukapata majibu yake papo hapo na ukakopi tu, unaweza ukabadilisha baadhi ya vitu mbalimbali au mbali mbali. ukapata ideas mbalimbali mbali kupitia AI hii nakumbusha. AI hii inatoa majibu yaliyo sahihi, na watu ambao wameitengeneza AI hii, namaanisha, kama mtu anaweza kauliza, sio awa, ni walewale waliotengeneza wale application za Google au kampuni ya Google. Twene tu tuone namba mbili Namba mbili ni Grok AI. Grok AI vilevile, hii ni AI ambayo inajibu maswali mbalimbali automatic. unaweza ukaiuliza chochote au ukajifunza kupitia AI hii, yaani unaweza ukaamua tu ujifunze elimu mbalimbali kupitia AI hii, yaani wewe ukawa unaiuliza maswali na inakujibu, lugha yeyote inajibu, yaani uliza kwa lugha yote, utajifunza mambo mbalimbali. Sio sio wa... Grok AI anaitwa Elon Musk. Elon Musk bila shaka unamjua, huyu ni bila shaka ni bilionea mkubwa kabisa. Vilevile vile, anamiliki kampuni kama SpaceX. Au sio hiyo eh, kampuni hapo bila shaka inajulikana vilevile. Anamiliki mtandao kama huo, mtandao unaitwa mtandao wa X. Vilevile vile, Grok AI ukienda tu pale kwenye mtandao wa X ipo hii Grok AI na unaweza ukaitumia kabisa ukaiuliza chochote na ikakutatuliwa matatizo yako yote. Mwaka imezinduliwa mwaka 2023 na Novemba tatu, au sio, au mwezi wa kumi na moja. Tunasema hii ndo Grok AI bwana, unaweza ukaiuliza chochote au ukatatua matatizo yako yote kupitia hizi AI. Narudia, AI hizi ukizitumia vizuri zitakubusti sana na zitakusaidia sana, na kutakia siku njema.